Bwana Yesu apewe sifa , ndugu watazamaji, leo tunamshukuru Mungu, tumetembelewa na mchungaji wetu kiongozi ambaye ni mchungaji Sukali katika kanda yetu hii ya Kitunda. Lakini mchungaji huyu ana muda mrefu katika huduma yake, kama mnavyomtazama umri wake kama alivyo, amefungua makanisa mengi mengi. Tumsikilize kwa ufupi ni jinsi gani ameanza kufungua hiyo huduma na amefungua makanisa mangapi. Karibu mchungaji wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina. Katika kufika kwangu katika nchi hii ya Kitunda nimefika elfu mbili na na tatu na baada ya kufika elfu mbili na tatu nimeanza kwa kazi ya ya Mungu kwa ugumu sana lakini nimeendelea tumefungua, mpaka sasahivi tumefungua makanisa ya ishirini na saba na mpaka sasa hivi yanaendelea, kuna kazi mpya na kuna kazi tisa ambazo zimesimama zenyewe kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndugu watazamaji, kama mlivyomsikiliza wa ni mtumishi wa kuigwa na wachungaji wengineo ambao wako nyuma yake, kuanzia sasa hivi wamuige mwenendo wake, jinsi alivyotembea mpaka leo kufungua makanisa ishirini na saba na mengine mapya aliyoyaanzisha yako tisa. Karibuni, tunaendelea na semina yetu. Karibuni ibada yetu ya kesho hapa ni Mgodini. Kanisa ndo hii kama unavyolitazama. Karibuni wanakitunda wote, ili tuweze kuendelea pamoja na semina yetu, na jioni pia tutakuwa na semina ya wanaume na wanawake ambao ni wanandoa. Karibuni sana. Mungu awabariki Amen.